Kumekuwa na mvutano kati ya hawa mabrandi ambasada wawili, namzungumzia Mwijaku pamoja na Baba Levo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Baba Levo aliposti picha ya Mwijaku kama unavyoiona hapo, akiandika caption inayosomeka kwamba mdogo wangu na kushauri tu, acha kushindana na mimi utapata hasara, akiweka nimoji za kushangaa akaendelea kuandika kusema kwamba nyumba niliyojenga ni sawasawa na ujenzi wa nyumba zako saba mwezi wa sita, na kukaribisha kwenye uzinduzi, akaweka na emoji za kufunga mikono kabla sijakuletea jibu ambalo amelijibu Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na yake wameposti picha Baba Levo. Baadhi ya watu wamekuja kwenye kurasa rasmi ya Baba Levo na kuweza kucomment juu ya kile kitu ambacho wanakiona juu ya sakata la hawa watu wawili ambao wamekuwa wakitambiana juu ya maendeleo yao. Kuna mmoja anasema kwamba pagu na paguzi, vita ya kifamilia. Lakini mwingine anasema kwamba Mwijaku kwenye hiyo picha ana kichwa cha mviringo, so hiyo ni comments yake, akimalizia na emoji za kucheka. Ni kitu ambacho cha kufanya utani tu na kufurahishwa. Mwingine akaja na slogan ya Mwijaku akasema, hala bi mkubwa. Hiyo ni kauli ambayo anapenda sana kuitumia Mwijaku pale ambapo anakuwa anafanya maongezi yake. Mwingine akasema na mimi usinisahau kwenye mwaliko, akamtagi Baba Levo. Lakini mwingine alichokomenti kizuri zaidi ambacho nimekipenda ni kusema kwamba hawa ambassador influencer wawili wanachokifanya wanafanya mashindano yao ya kimaendeleo, kitu ambacho kinawapa wao kama vijana wapambanaji kuweza kuiga vitu vizuri kutoka kwao, hivyo wanawapa motisha. Hiyo ni komenti ambayo iliandikwa kwenye kurasa hiyo. Lakini kwa upande wa Mwijaku ameposti picha ikimuonesha Baba Levo akiwa ameshika shavu, picha ya kitambo kidogo, na kwenye caption akiandika kwa kusema kwamba huyu mwehu akimaliza nyumba mwezi wa sita mwaka huu ni teni mbwa, na nahama nchi. Najiuliza na kamari atamwachia nani ghorofa? Sio kwa hapa mdogo wangu Usishindane na mimi, utapotea. Hiki kina kirefu sana, sina hela za kamari mimi za mwamwa wewe, akimalizia hivyo. Hiyo ni caption ambayo ameandika Mwijaku kwenye posti ambayo amemposti Baba Levo, lakini watu wakaja kwenye comments pale. Huyu aliyo comment kule kwa Baba Levo amekuja kucomment pia hapa wa moja wako kusema kwamba yote kwa yote hongereni, mnashindana kwenye maendeleo vijana, tunapaswa kujifunza mengi mazuri kutoka kwenu. Kuna mwingine amesema kwamba kweli kwa malipo atoboy hata huu mwaka mzima. So hizo ni komenti ambazo za wale watu ambao wanavutana hapa na pale juu ya mambo ambayo wanayafanya, ni dhahiri kabisa ni mambo ya kimaendeleo ambayo mko akiyafanya. Mmoja wako ajenga ghorofa lakini pia Baba Levo anajenga ghorofa na kusema kwamba mwezi wa sita atazindua ghorofa lake. Ni hayo tu ambayo nimekuandalia kupitia kutoka kwa watu wawili. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.